Klabu za kidijiti ni majukwaa yanayowaleta pamoja wanafunzi wa ngazi mbalimbali za elimu kuanzia shule za awali hadi vyuo vikuu kwa lengo la kuongeza ujuzi wa teknolojia na ubunifu kupitia majadiliano na kushiriki katika shughuli mbalimbali kwa kutumia teknolojia na vifaa vya kidijiti. Watoto na vijana wanapata fursa ya kujifunza na kutumia aina mbalimbali za teknolojia na uvumbuzi huku wakijenga msingi wa kuwa wataalamu katika nyanja za TEHAMA. Mnamo tarehe nne hadi 6 Desemba 2024 mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA ilihudhuria kwenye mkutano wa mwaka wa jumuiya ya waalimu wa skuli za sekondari Zanzibar, JUWASEZA uliofanyika Kizimkazi. Katika mkutano huo mkurugenzi mkuu wa TCRA Dr. Jabir Bakari alitoa wasilisho kwa waalimu takriban 300 kuhusu umuhimu wa klabu za kidijiti. dunia iko kwenye uchumi wa kidijiti kama mmesikia sasa hivi duniani watu wanaanza kumiliki kampuni wengine wakiwa hata hawajamaliza high school. Kwa pamoja, tukashirikiana tukaona mapinduzi makubwa sana ya uchumi, uchumi. Leo uh, nimekuja kuungana uh, na walimu wenzangu uh, uh, so mimi bado ni mwalimu uh, kwenye mkutano mkuu uh, wa mwaka wa walimu wakuu wa shule za sekondari Zanzibar, na nimekuja hasa mahususi eh, kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kuanzisha klabu za kidijiti kwenye shule zetu za sekondari. Ni muhimu uh, kuanza kuwajenga na kuwaandaa watoto wetu wanafunzi kwa ajili ya kushiriki kikamilifu na kupata tija ambayo inakuja na uchumi wa, wa kidijiti. Tuna furaha kubwa ya kutoa shukurani juu ya fursa hii. Mwaka jana tulikuwa nanyi nakumbuka Pemba, lakini mara hii imekuwa fursa adhimu zaidi, kwa sababu tumepata mkurugenzi mkuu mwenyewe. Tunawashukuru mkurugenzi, wewe binafsi na timu yako yote, na tumekuwa na watu ambao tukifanya mikutano yetu hatuachi kuwaalika, kwa sababu tuko pamoja na tunaendelea kujiunga kadri inavyowezekana, na sisi tunaenda kuitoa taaluma kwa walimu wetu. Mwakani yatakuwa mabadiliko zaidi kuliko ni ya mwaka huu. Aidha, Timu ya TCRA ilitoa mwongozo kwa waalimu hao kuhusu namna ya kujisajili kwenye mfumo wa klabu za kidijiti, yani Digital Clubs Portal. Nikiwa ni mwalimu mkuu, suala la kwanza kwenda kuwapa elimu walimu wenzangu au walimu wangu pale staff, pale shuleni ili nawa kuwajengea mwamko ambao utainua ari sasa kuwashajihisha vijana wetu au wanafunzi wetu kujiunga sasa na hii klabu na kuitendea haki katika masala yote ya kutafuta information zaidi au taarifa zaidi za mawasiliano. Uanzishwaji wa klabu za digital ili ni jambo muhimu sana kwa wakati ambao sasa hivi tunao. Ili jambo tulichukulia serious. Ndio ambalo litaweza kuleta manufaa kwa wanafunzi wetu na sisi walimu wa wenyewe binafsi, kwa sababu mambo mengi tunaweza kujifunza mule kupitia digital club, ama kushare idea mbali mbali, na kuona matendo mbalimbali kupitia mambo haya. Mambo yote sasa hivi duniani ni ni digital, biashara ni digital, elimu. Kwa hiyo elimu na kuleta manufaa kwa jamii, basi lazima tuhakikishe tunaweka tu katika mstari kutumia digital kwa mafanikio. Yao waliokuja na wazo hili, Mwenyezi Mungu azidi kuabariki sana. Katika kuendelea kuhamasisha usajili wa vilabu vya kidigiti tarehe 11 hadi 14 Desemba 2024, TCRA ilihudhuria mkutano wa mwaka wa umoja wa wakuu wa shule za sekondari Tanzania TAHOSA uliofanyika jijini Dodoma. Katika mkutano huo mkurugenzi mkuu wa TCRA alielezea dhana ya klabu za kidigiti na umuhimu wake kwenye ujenzi wa uchumi wa kidigiti kwa wakuu wa shule wapatao elfu tano. Kila nchi duniani sasa ina struggle kuendesha uchumi wa kidijiti, so dunia nzima, mambo hayafanyiki kama yalivyokuwa yanafanyika kwenye zama hizo za nyuma, na sehemu zote ambapo unajaribu kufanya hivyo, mambo hayaendi hivyo ulivyokuwa umezoea. Sisi kama Mamlaka ya Mawasiliano tunasimamia sekta tumeona umuhimu wa kuwa na kuhamasisha na kutengeneza uwezo wa kuwa na digital clubs kwenye shule zetu, kuanzia kindergarten. Tunahitaji ule msingi wa hawa watu kutoka chini kule, lazima tuandae hii spishi yetu na hii jamii yetu kuweza kupata manufaa yote na kuweza kuishi ndani ya zama hii ya uchumi wa kidijiti . Aidha, TCRA ilipata fursa adhimu ya kuelezea umuhimu wa klabu za kidijiti kwa mgeni rasmi wa mkutano huo Mheshimiwa Kasim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye katika hotuba yake aliwasisitiza walimu wakuu kuhakikisha wanaratibu usajili wa vilabu vya kidijiti kwenye shule zao ili kukuza ubunifu wa teknolojia. Nataka nitumie nafasi hii kusisitiza baadhi ya mambo na kupitia mkutano huu, ningependa mambo kadhaa ikiwezekana yaingie pia kwenye ajenda zenu za mjadala. Wakuu wa shule wote, kama maafisa taaluma, viongozi kwenye shule, nenda mkasimamia kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa kusimamia wanafunzi wetu hasa uhamasishaji wanafunzi katika masomo ya sayansi, hisabati pamoja na ushiriki wa extracurricular activities. Lakini pia anzisheni vilabu vya kidigitali ili kukuza ubunifu. Na ndugu zetu wa TCRA hapo nje, nipita kwenye banda la TCRA, wametuambia kwamba sasa wanaziunganisha si shule kadhaa ambazo zimeanzisha vilabu vya digitali, huona mpango kazi wao na wao wanasaidia kuunga mkono kwa kuwa shule hiyo. Ndio fursa, TCRA wana program kabisa za kuja kusapoti kwenye shule yako kuanzisha vilabu kwenye, kwenye, kwenye maeneo haya. Ni muhimu hamasa kwenye masomo ya sayansi na hisabati, muhimu na masuala ya tehama yawekiwe mpango kazi Klabu za kidijiti uvumbuzi na ubunifu kidijiti.